By the way, let me tell you something. Changes do not come because of a group. Changes comes because of an individual. Mabadiliko hayaleti na group. Mabadiliko yanaletwa na mmoja aliye tayari kutoa uhai wake. Kwa hiyo usipoenda wewe, mimi natosha, nitaenda. Kwa mtu mmoja Adamu dhambi kaingia ulimwenguni ikawapata wote, kwa mtu mmoja Yesu uzima ukaingia ulimwenguni ukawapata wote. Mungu hahitaji group la watu Anahitaji mtu mmoja wa kutumia Kenya, anahitaji mtu mmoja wa kutumia Burundi, anahitaji mtu mmoja wa kutumia Rwanda, anahitaji mtu mmoja wa kutumia Tanzania. Ukiwa tayari, piga kelele, sema niko tayari Bwana. Mmoja yule ni yule anayesema ni kifa na nife, nikipona nchi mm, imepona. Mpata huyo, ndio kazi. Wengine wako hivi, tukimbie, tukimbie, tukimbie, unaonaje? Kimbieni, anatoka balo. Kuna mtu Aliye lima shamba huku anaangalia nyuma akafanikiwa. nataka elfu mbili na ishirini na tano kila moyo wa Mtanzania uamke kwa namna ya ajabu, unasema Tanzania ni yetu sote, madini ni ya kwetu wote, maji ni ya kwetu yote, dhahabu ni ya kwetu wote, uranium ni ya kwetu yote, gesi ni ya kwetu wote, lazima tuamke ili watoto wa watoto wetu waishi kwenye Tanzania ambayo tunaitamani yote ya gesi unayoiona hii mitungi mihan, Olix, taifa ges, Puma, Oilcom, nani wote wale, hakuna hata mtungi mmoja wa Tanzania Tanzania, hakuna hata mtungi mmoja yote. Inatoka India, inatoka Iran, inatoka Misri, inatoka China na gesi yetu tunayo. Hivi ni akili kweli? Badala ya kuwekeza nitumie nisitumie, akili kweli? Nitumie ni busara kweli? Badala ya kuwekeza kuweka pesa, vitalu tulivyo navyo tuvishughulikie, tupate gesi yetu. Gesi yetu ikipatikana, tumpelekee na, na jirani yetu Kenya tumpelekee na Mnyarwanda, tuwapelekee Afrika Mashariki, yaani gesi yetu itambae tambae, itambae hata kama tumekopa kwa mradi ule hela sinarudi tutalipa. Safari hii itafanyika. Mimi nimesha, nimesha sema sasa, na wewe unanijua vizuri mimi. Nikisema imeshatoka hiyo, itafanyika. Nasema safari hii itafanyika. Mawe yote yatayeyuka, lakini itafanyika. Mito yote itakauka, lakini itafanyika. Milima yote itayeyuka, lakini itafanyika. Mawe yatapotea, lakini itafanyika. Itafanyika. Kuwasaidia watu maisha yao yawe mepesi ni jambo linalohitaji utashi wa mtu, si kama nilivyokuambia hapo Mikocheni mwaka juzi Mwenge wa Uhuru, mwenge wa uhuru ulipokuwa nakagua miradi, ulikuja hapo Mikocheni, kwenda nyumba kwa nyumba kuangalia wale tuliowawekea gesi. Mtu alikuwa analipa umeme elfu hamsini sasa hivi analipa shilingi elfu tano Sasa kama tungekuwa tumewapa watanzania wote, situngewapa maisha mepesi? Unanielewa? kwa nini hatuwapi? Huyu wa kiwanda cha wazo naye amevuta wale wa Kotex nao wamevuta, wajanja wajanja nao wanavuta, Dangote naye kavuta pale. We umebaki tu huko tu hivi tu, unahangaika na mtungi wako, unampigia mwenye bajaji nikimbizie mitungi. Siyo ya kwetu, mitungi ni ya wageni. Nikiwa naongea hivi sasa hivi wenye mitungi wameninunia. Nuna, taifa lina maana kuliko mitungi yako Watoto wa watoto wetu watakaozaliwa baada ya sisi watasema, upumbavu wa baba zetu umetufikisha hapa. Mimi sitakuwemo kwenye mambo hayo, na wewe hutakuwemo.